Nam, tuingie katika tahariri ambapo katika kongamano la mataifa ya kusini mwa Afrika sadek makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Chimbi alisoma taarifa ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa upole, ambapo aliomba taifa lake kukumbatia maridhiano ya kitaifa. Wito huu unatokea baada ya mamlaka za Tanzania kukosolewa vikali kikanda na pia nje ya Afrika kwa maafa ya waandamanaji waliopinga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Maelfu wamewawa, wengine wanasalia korokoroni, mali ya mamilioni ya fedha imeharibiwa. Kila uchao vyombo vya dola vinaendelea na msako mkali kuwinda wanaotuhumu kuwa wakuu wa maandamano. Kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu angali anazuiliwa korokoroni. Rais Samia angali kutoa kauli kamili ya mchakato wake wa kuleta maridhiano na kuponya taifa. Tahariri ya leo inaangazia masuala makuu yanayofanikisha maridhiano. Tahariri hiyo inawasilishwa kwako na Kennedy Wandera. Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akihubiri maridhiano tangu aingie madarakani, akijaribu kuonesha sura ya mama wa upendo, kiongozi wa hekima na mleta umoja. Lakini nyuma ya taswira hiyo laini kuna majeraha makubwa ambayo bado hayajapona. Ni rahisi kutamka neno maridhiano, lakini ni neno lenye uzito linalotaka ujasiri wa kukubali ukweli mchungu. Je, Suluhu anataka maridhiano na nani? Kwa misingi gani? Waliouliwa hawajazikwa kwa haki, walioteswa hawajasamehe, na walioporwa kura hawajapewa nafasi ya kuzungumza. Lakini pia kuna waliokamatwa kwa kisingizio cha uhaini. Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa doa katika historia ya Tanzania nzima. Ulijaa ukiukaji wa haki za binadamu, ubakaji wa demokrasia na utawala wa hofu. Maelfu ya raia walinyimwa haki yao ya kupiga kura kwa amani, wengine wakapoteza maisha mikononi mwa vyombo vya usalama vilivyotumwa kuzima upinzani. Vyama vya upinzani vilizuiwa kushiriki, wagombea wakatishiwa, na wale waliothubutu kupaza sauti walijikuta korokoroni au uhamishoni. Leo hii rais Samia Suluhu anapozungumzia maridhiano, maneno yake yanaumiza zaidi kuliko kutuliza. Maridhiano ya kweli huanza kwa kukiri makosa kabla ya kuhubiri umoja. Suluhu anatakiwa kukubali kwamba uchaguzi ule haukuwa huru wala wa haki, ilivyosema Umoja wa Afrika akiri kwamba serikali iliwanyanyasa wananchi kwa kutumia vyombo vya dola, kwamba damu ilimwagika kwa sababu ya uchaguzi uliopangwa. Bila kukubali ukweli, maridhiano yake yatabaki maigizo ya kisiasa tu. Maridhiano si maneno matamu tu, ni kukiri uhalifu na kuwajibika. Wale walioua wananchi wasio na hatia lazima wafikishwe mbele ya sheria. Viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu na wenzake waachiwe huru bila masharti vyama vyote viruhusiwa kushiriki katika uchaguzi mpya utakaosimamiwa kwa uwazi na uadilifu na tume huru. Haki ikipatikana, ndipo amani ya kweli itarejea nchini Tanzania. Ni unafiki mkubwa kwa Rais Samia kutaka dunia iamini kuwa yeye ni kiongozi wa maridhiano, ili hali bado anamiliki urithi wa ukandamizaji. Watanzania hawahitaji ahadi zisizo na vitendo, bali wanataka kuona mageuzi halisi. Amani ya kweli hujengwa juu ya haki, si juu ya hofu. Hivyo ikiwa Suluhu anamaanisha kile anachokisema, aanze na hatua za kivitendo: kukiri ukweli, kuwaomba msamaha, kuwajibisha wauaji na kuruhusu uchaguzi huru. Vinginevyo historia itamkumbuka kama kiongozi aliyefunika maovu kwa blanketi la maridhiano, na mama wa taifa aliyecheza na damu ya watoto wake kutiririka kwenye mitaro ya miji na vijiji.